Assalamu alaikum, nimestukizwa. Kwanza nimshukuru sana <clears throat> mwanangu Furaha kwa kunipa heshima ya kunialika. Nishukuru wote mliokuja hapa, ni dalili ya upendo. Hakuna mtu ana shida ya chakula, hapana, mmekuja kwa sababu ya upendo, na haya ndo tunayoomba kudumisha katika nchi yetu. Siwezi kusema mengi kwa sababu <coughs> sikujua kama nitazungumza, lakini Mtume alihusia mambo matatu muhimu sana: moja ni imani, la pili subira, la tatu kukinai. Ukiwa na haya mambo matatu utakuwa mtu mwema. Na mara nyingi tamaa ndo inayotuponza, huwa hutosheki au nafikiri wewe unaweza ukafanya zaidi kwa sababu tu huna nafasi. Kuna mzee mmoja alikuwa na jirani yake. Jirani yake alikuwa na gari, lakini yeye alikuwa hana gari. Lakini nyumbani kwake walikuwa nakula mara tatu, na baba yao waliwawekea mpishi wa kupika na akawekea dobi wa kufua nguo, lakini alikuwa hana gari. Watoto kila siku wanamkera baba yao kwamba kwa nini wewe hununui gari? Anasema, subiri, siku itafika nitanunua gari. Ameendelea hivyo muda mrefu sana. Siku moja akamwambia, baba, sisi tuna mazungumzo na wewe. Baba akaja akasema, sisi tunaomba mshahara wako na mapato yako yote tuachie sisi, tuna hakika sisi tutanunua gari asema sawa, nakubali. Alikuwa anavuta sigara. Sasa mimi mniachie tu hela ya sigara, hela zote. Akawakabidhi wale watu wale, wanaye. Wakajaribu mwezi wa kwanza, wakashindwa kununua gari. Wakakaa wakafikiri, kwani hivi sisi ni lazima tule milo mitatu? Wakaamua kupunguza mlo mmoja, wakala miwili wakakaa bado gari inashindikana. Wakasema je, tu kila mlo mmoja mzito, si tunaweza kununua gari? Wakala mlo mmoja mzito, gari wameshindwa kununua. Wakakaa, we mama, kwani tukimfukuza kazi mpishi, wewe si unaweza ukapika? Asema yeye naweza kupika. Kwa hiyo kamwisha kazi mpishi, mama yao akaanza kupika, lakini gari bado wameshindwa kununua. Baadaye wakasema, lakini kwani sisi hatuwezi kufua nguo zetu wenyewe? Wakasema tunaweza kufua. Wakamwachisha kazi na dobi, wakawa wanafua nguo wenyewe, mama yao wanapika na mlo mmoja, lakini gari bado wameshindwa kununua. Kwa hiyo wakamwita baba yao tena, wakasema, baba, si tuna mazungumzo, wakati wewe ulikuwa unamiliki sisi tulikuwa tunakula milo mitatu, tulikuwa tuna mpishi na dobi, tulikuwa hatuna gari tu. Lakini baada ya sisi kuchukua hayo mamlaka, gari hatuna, mlo mmoja, mpishi hatuna, na dobi hatuna. Kwa hiyo naomba tusamee, tunaona baba utuongoze, wewe ndo unaijua zaidi kuliko sisi. Asanteni sana. Kwa hadithi hii naona kama ato, makofi hatoshi, tuongeze tena makofi tafadhali. Huwezi kuyapata maneno makubwa kama haya kutoka kwa mzee wetu mzee Mula pasina kumsikiliza katika jicho la tatu. Mzee wangu mzee Mula, kwa nafasi ni kushukuru kwa mara nyingine kwa maneno yako mafupi, umetumia muda mchache, lakini tumejifunza hadithi yako. Kwa haraka haraka nimkaribishe mwenyekiti wa jumuiya ya akinamama wa Kiislamu mkoa